Usisahau kusubscribe, kulike, kushea na kucomment Togolay24 TV ili wewe wa kwanza kupata taarifa zetu. Asante. Unajua, mimi nimezaliwa kule Usukumani. Kule Usukumani tumefundishwa mila moja, tunapokuwa tunakuwa tunaambiwa kati ya watu ambao waogopa kuwapiga ni wawili watatu, kwanza mlevi, mzee na mgonjwa kule Usukumani tumefundishwa hivyo kwamba ogopa kupiga watu watatu: mlevi, mzee na mgonjwa. Kwa nini? Kwa sababu wale ngumi moja tu anafariki, halafu unatoka na kesi. Sasa kule tumefundishwa kuogopa zaidi ukimwona ana vyote, ukiona sasa ni mzee na ni mlevi na ni mgonjwa tumefundishwa ukimwona mkimbie mbali. Kwa hiyo na mimi nashika mila ya wazee wangu, sitaivuka leo kwa jina la Yesu na hilo ndio neno la Bwana. <laughs> Wewe unanijua sasa hivi kwa miaka mingi, wengine miaka ishirini, mimi nikisema niki kitu mungu amesema na ndio maana hata wengine wanaweza wakasema, ikatulia. Wengine wakaongea, ikatulia. Ila mimi nikisema, a, a, dunia inatikisika. Kwa namna hiyo, nimejenga utamaduni wa kuto kupiga wale ambao mzee Gwajima ameniambia usipige: mlevi, usipige wazee, usipige